Naona no, watu wanapokea hapa. Ila wao hawajielewi. Ni wao wale wako na mifugo. Mifugo wao wako. Usimwangalie jamii yako, usiangalie wewe. Hebu kama kama upokea. Kama kama upokea. Liko jambo liomba sana. Liko jambo lililoomba sana. Uliomba